Aesh mbunge wa Sumbawanga mjini anapoa shukurani za dhati kwenu kweli. Kwanza kulitika kuja kufuturu futari, ambayo yeye ndio kaiandaa. Mgeniweza kusema sisi hatuji na mfike leo miwa na hii ni kujua uwepo wetu, ametambua uwepo wetu sisi na sisi ndugu zake Mheshimiwa Aesh anasema anatoa shukurani za dhati kwenu, na alhamdulillah, kuitika wito wake. Amenituma niwaeleze hana la kuwalipa isipokuwa Allah awalipeni malipo yaliyo mema, amin. Anasema yuko pamoja na sisi, kuwe jua kuwe mvua, yuko na sisi, anaendelea kututumikia mpaka hapo itapoonekana Allah amesitisha na sisi tuko nyuma yake, tuna haki ya kumwombea dua. Anayekukirimu basi emwombea dua, hata kule kusema asante inatosha. Leo jambo ambalo ametuma kwenu niliseme, na ni miaka mingi, kawaida yake kila mwaka anatufuturisha namna hii, tunakula pamoja, alhamdulillah rabbil alamin. Anasema mtume wetu Muhammadin <tiparik> ukimfuturisha aliyefunga, ujira wako ni sawa na yeye aliyofunga. Kwa hiyo ujira wa siku ya turu anaupata Mheshimiwa Aesh Khalfani Hilaly, mbunge wa Sumbawanga mjini. Kwa sasa ndio mbunge wetu, ukatae ndio hivyo, ukubali ndio hivyo, ndo mbunge wa jimbo la Sumbawanga mjini. Na yeye tunaona maeneo yetu, tunayaona kwa dhati tunaona mji wetu unang'aa, ukiende jangwani pale hata mwenye baskeli anateleza tu pale. Hatukuwa na lami mjini kwetu, alhamdulillah. Sasa ni juhudi ya viongozi wetu, kwa kushirikiana nao. Tuombe Allah subhanahu wataala na atujalie uchaguzi unaokuja uwe wa amani na salama, maana yake nchi yetu ni ya amani, nchi yetu ni ya kuelewana nchi yetu ni ya umoja, tuombe dua nchi iwe na amani mpaka kwenye uchaguzi. Na vilevile tuendelee kumwombea dua Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mungano Tanzania. Yani ilikuwa ili ili natakiwa kila Ijumaa maimamu tumwombee dua kila Ijumaa, ilikuwa ndoa jeso la mufti katibu ndivyo, kila Ijumaa tumwombee dua kuongoza watu si mchezo, pataka ushujaa. Mungu ampe ushujaa, Mungu ampe uweredi, na tulikofikia kuzuri. Na nilisema siku ile ya futari, kama kwa mkoa mitano tano tena, wasamia hapo mna tunasema hivyo, na insha Allah taala atavuka salama salimini.